Yako mazungumzo kati ya wale G eh, uh, 55 si ndio, na Zito Kabwe yanaendelea. Amani iwe nawe, mtu wa Mungu, wa Mungu mtumishi wa Bwana MWB Jaimes Onaire katika ibada ya tarehe sita ambayo iliendeshwa na mtumishi wa Bwana MWB Jaimes Onaire na aliweza kuongelea kwa habari ya kundi la G55 lililopo ndani ya Chadema, na kundi hili sasa ndo wakati linaondoka rasmi ndani ya chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo uamuzi huo ulitoka siku ya tarehe sita. Kundi hilo kuondoka ndani ya chama hicho cha Chadema, sisi tumeamua wote pamoja tunajiondoa Chadema ili tuachie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 Yani, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na haya ndiyo yalikuwa maneno yake, clap your hand for Jesus yakeu mm -hmm. Ah, lakini vile vile ni muhimu sana kuliombea taifa letu, umwaka una mambo ya ajabu sana, amen, na hata ukisikiliza nabii zinazotoka mwaka huu zina confusion kubwa sana Haleluya, amen. Zina confusion nini kubwa? Wako manabii ambao waliuona mwezi huu wa tano, amen. Wako wengine tuliona miezi mingine ijayo. Haleluya, haleluya. Leo nilikuwa nashuhudia wale G, uh, G 55 ndani ya Chadema wakitamka ya kwamba wamejitoa rasmi nini Chadema lakini jambo ambalo mtu wa Mungu ulijui ambalo mimi nalijua, amen. Yako mazungumzo kati ya wale G eh, uh, 55, si ndio, na Zito Kabwe yanaendelea. Clap your hand for Jesus <clears throat> ya nimekwambia, yako mazungumzo mtu wa Mungu, yanafanyaje? <laughs>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 So, ni mwaka wa kutokuwa kishabiki ki, huko CCM ni sawa, huko Chadema ni sawa, huko Kafu ACT wa zalendo ni sawa. But we We need need to to pray pray for for our nation. Amen. We need to pray for nini? For our nation kwa sababu yako mambo yakienda vibaya tu. Amen. Yako mambo yakienda nini? vibaya tu. Kuna vitu vinaweza visikae nini? Visikae sawa. Amen. Sitazungumzia mapana sana but just know that we need to pray for our nation. Tunatakiwa tuombe stability ya taifa letu, tumuombe tumwombee mheshimiwa rais, tuombe mihimili, amen, ya utawala. Niliwaambia jumapili iliyopita, rais hatawali mwenyewe. Amen. Wako watu ambao o wana wanampa mashauri ya utawala na ni kuambia ule ukweli, au watu wana nguvu, amen, kiasi kwamba yale mashauri sometime, hata mheshimiwa rais kuyapinga, amen, inakuwa ni mtihani. Haleluya! So we need to pray, nataka tuombe, amen, kwa sababu mwisho wa siku taifa ni la kwetu sote.